Kuna ndoa kuna ndoa inayolazimishwa huko Tanzania, ni ndoa inayolazimishwa. Wastara anamlazimisha Dudubaya muoe, Wastara anamlazimisha Dudubaya amuoe. Dudubaya hataki hasa. Dudubaya alichokifanya kwa sasa, analewa sana, alafu anamtukana kijana yake matusi mabaya, mabaya na mama yake ili Wastara wakati tamaa, lakini Wastara bado anajidanganyaje? Wastara anasema, eti eti, nitambadilisha. Yani wewe ukambadilisha duduba. <laughs> labda labda sisimizi sio duduba tunamjua sisi. Wastara ukambadilisha? Wewe ni nani mpaka ukambadilisha duduba? Sema tu una upwiru basi, una upwiru Dudubaya mbadilishe we Wastara? Wastara umbadilishe Dudubaya? Ah, zii. Dudubaya Tanzania sasa, Dudubaya anachokifanya sasa, analewa sana, analewa vibaya mno, alafu anamtukana kijana wake na mama yake. Sasa hiyo hizo ni salamu anazituma Wastara kwamba siku akilewa atakutukana wewe na mama yako. Unalazimisha ndoa kwa dudubaya, unalazimisha ndoa kwa dudubaya. Dudubaya mwenyewe hataki kuoa tena. Unakumbuka kwenye hiyo clip namwambia kijana wake, mama yako alikutorosha kwa sababu nilikataa, nilikata kumuoa mwanamke aliezaa naye, kakataa kumuoa jewe ambaye hujazaa naye. Wastara, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha aradta an tafala amran fatadabbaru aqibatahu, ukitaka kulifanya jambo fikiri mwisho wa hilo jambo, fikiria mpaka mwisho wake. fa in kana khairan famdhi, fa in kana sharra fantahu, ikiwa jambo hilo lina kheri, lifanye jambo hilo, alina kheri usiacha Sasa nyinyi mtahesabu kwamba ndoa ni stara, ndoa ni ibada, lakini ndoa ni ibada kwa mtu na mtu ikiwa ni ya zenu, wewe na dudubaya mna imani nzuri, mnamsabihe Mwenyezi Mungu subhana wa taala, mnamtie Allah subhana wa taala, wote mnaogopa zina, mkisema muuane, mumche Mwenyezi Mungu subhana wa taala, tutaseme ni ibada, mtakumbushana katika ibada. Lakini dudubaya sijui kama anajua hata kama Mungu yupo, alafu nasema ukafanya ibada na, na dudubaya. sasa Ibilisi alivyo huwa anapita katika mshipa Adamu kukushawishi kuliko kuzini, si uolewe tu na dudubaya. Kumbe ana anataka ana, ana agusanishe zile ncha mbili za nyaya, alafu uone shoti yake itakotokea. Maana anajua masia ya mtakayo yatakayofanyika ukiwa mbali na dudubaya ni masia ya, yatakuwa ni machache, lakini ukiwa naye karibu, ibilisi ndio anafurahi sana, na hapo litatokea jambo kubwa zaidi. Muogope ibilisi, ibilisi akuache tu ukaenda mtu ambaye dudubaya, alafu ibilisi akuache tu ku gu kuleta fitna katika. Angalia mtu akukuoa. Bwana Wastara, mbona wanaume wapo wengi tu wanakupenda wewe? Msichana mzuri kabisa, mashaallah, bado bado mtoto kabisa mdogo, na hilo tatizo si tatizo. Kuna watu wana matatizo makubwa zaidi na wakaolewa. Itakuja kuwa tatizo lako na mguu wa Wastara, hilo ni kawaida tu. Wewe ni mwanamke mrembo, mashaallah, usikate tamaa ya kwenda kuolewa na dudubaya bwana. Halafu tena unamlazimisha dudubaya mwenye hataki, ah Si kwamba sitaki dudubaya amuoe Wastara, hebu tuangalie hali aliyokuwa nayo Wastara. Wastara sijui, wastara simjui kiundani sana, na sijai kuona matukio yake ya live nje, kama na matukio yake huwa anayafanya yeye mwenyewe kwa siri watu hawayajui si, sijui kama wastara pia, pia ni mlevi, sijui kwa kweli, lakini dudubaya kwa mambo yake tunavyoyaona sidhani kwamba anaweza akakaa aka, aka na yule mwanamke kwa wema dudubaya akishalewa pombe akili zinamruka bro alafu na yule mwanamke sasa hivi ana mguu mmoja na nachofia dudubaya asija kaushika ule mguu wa yule mwanamke akaanza kuuzungusha akamzungusha wastara hivi inaniuma sana bro serious dudubaya atabiliki bro akishalewa pombe hapa wewe angalia hizi clip anazotoa sasa hivi hapa anamtuka na mtoto wake kabisa wa kumzaa, anamwambia we, mama yako nilifanya nilimpiga miti, anasema hivyo hivyo, namwambia mwanae, kweli mwanaye wa kumzaa tena, eti kwenye treni ndio akakuzaa wewe, he, wewe fikiria. Alafu aseme mama yako sio alifanya hivi kwa sababu nilikataa kumuoa. Yani anaongea mambo ya upuuzi ambayo hayafai kuwa mume bora wa wa, wa wa mtu wa mtu We kweli ka, kama Wastara angekuwa dada yako ungekubali kumpa dudu baya kweli? Wastara kama angekuwa dada yako ungekubali huyo Wastara aliona dudu baya? Tuangalie bro, dudu baya ni, ni mtu ambaye sijui kama anaweza kumuongoza ka mtu katika mambo ya kheri bro, isipokuwa anaweza kumuongoza ka mtu katika mambo mabaya wakazidi kupotea. Anaweza kumuongoza ka katika mambo mabaya wakazidi kupotea. Hicho ndicho nacho hicho ndicho ambacho mimi nakihofia zaidi. O, si kwamba sitaki dudu baya, anatakiwa atafute mwanamke ne, ne, sana, dynamo, sana sana, sema na, na, na mchukia kwa sababu ni mtu wa kusahau fadhila, ni mtu mwenye kusahau wema, alafu ni mtu ambaye hawezi kuzungumzia neema ya mtu kwake, umeona. Atahaddathu bi ni'mati llahi, shukuru kuizungumzia neema ya Mwenyezi Mungu ni kushukuru. Mtu akikuneemesha shukuru e, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Neema ya Mola wake zungumzie. Ah fulani bwana, kuna dada mmoja hapa hapa anaitwa nani, Salma, sijui nime amesema, hapa ni miaka mingi, amesema mke wa eh, Salma huyo, Salma huyo, uh, Salma, tulikutana tulikuwa tulikutana naye Sinza tu, hata simkumbuki maskini yeye, hey, mwenyewe ananikumbusha, anani, shemeji yangu, nashukuru ulinipa ulini kiasi cha pesa pale Shamul Sinza huyo, eh? Anazungumzia neema. Kwa hiyo kuzungumzia neema kama hivi ni kushukuru. Kwa mtu kama huyu ukiona naye tena unaweza ukampa unaweza ukampa ukampa ukampa ukampa ukampa. Lakini mtu ambaye unaweza ukampa akasahau neema yako kuizungumzia. Akasahau kuzungumzia wema wako. Huyo ni mshenzi. Achana naye. Kwa Dynamo ni mshenzi. Katika washenzi Dynamo ni mshenzi amekula langu sana. Sasa, wanaambia bro, wewe ni mtu mzuri lakini acha kumchukia Mondi. Kwani Mondi ni nani? Hey, ungeniambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ndio bora kwangu. Mimi sahaba wa Mtume, kina Abubakar, kina Saidina Umar, kina Uthman ibn Affan, kina Saidina Ali ibn Abi Talib, hao ndio bora kwangu, bwana. Usinitajie mtu anayevuta bangi, mtu anayeelewa, mtu mzinifu, anagonga mpaka vijana wenzake, alafu eti nisimchukie kwa nini? Mimi si nachukia maasi anayoafanya Eh? Mwenyezi Mtume sala salam asema, mwenye kuweza kuondosha munkari au uondoe kwa mkono wake, akishindwa aseme, akishindwa kusema na achukie kwa mimi. Mondi kwa yote matatu nitayafanya, nikikutana naye ni mkono, yaani nitampa nakoziza kwenye taya hapa, hey. Alafu nitamwambia bwana, wewe usiende so vijana wenzio bwana wanomewenzako bwana, haramu bwana, usifanyi hivi bwana, nitamkataza alafu ntayachukia yalemaasia ka mi kunishawishi muondi. <laughs> Ni ah, utafanya utafanya kazi kubwa sana bro.